Sijui nyinyi, tuko poa sana. Ndio, ndio, tumekuja kukutembelea. Karibuni sana. Ah, tumetazama game ya Simba dhidi ya ya Mbeya City, mkaibuka na ushindi wa goli tatu. Pengine mchezo huo ulionaje? Kwa upande wako mchezo ulikuwa mzuri, wachezaji walicheza kwa hari hmm, walijituma, sio kama labda kocha wetu alibadilisha matokeo, hapana. Hmm, walibadilisha wache... mbinu, hapana. Wachezaji waliamua kwamba ngoja kwa tucheze mpira sasa sijui ni nini kiliwaliambiwa, kitu gani wakaamua tucheze mpira, lakini ndio chakuwa tunakihitaji. Wapenzi wa Simba ama mpenzi wote wa mpira anahitaji timu yake ingie uwanjani, ikipata matokeo anafurahi na anasahau shida zake. Unajua ukienda kwenye mpira, ukipata matokeo, hata shida zako unazisahau. mm. kwa hiyo nashukuru kwa waliofanya wa tunapata pointi tatu, basi tuangalie mechi ya Jumapili. Pengine mlikuwa mnatamani mpate matokeo NBC na sio kimataifa. Natumaini matokeo kimataifa yalikuwa ni muhimu kuliko haya, lakini pia kupata yote ni muhimu kwa kukosa ma, kimataifa bado hatujatoka, yapi yana impact zaidi mm? kwa sasa hivi kwa tulivyokuwa nazo kwa ligi ya Tanzania ilivyokuwa ngumu mm. matokeo yenye muhimu ni yote kote, hakuna mahali ambapo unasema kuna impact, akuna pengine, kuna impact kote, kuna kuna pako sawa mm. kote kunahitaji ushindi. Umemwona Bajaberi anaingia dakika kadhaa sekunde, anafunga gole Bajabeli, Bajabeli, Bajabeli, Bajabeli, Bajabeli nimemwona hey, na goli amefunga, ile tunasema ni bahati ya mpira, sio ufundi, ile ni bahati ya mpira. hatuwezi tukasema kwamba Bajabeli anakuja kuwa muhimili kwenye timu. Mmemuimba sana, wana Simba. unajua mpenzi wa mpira ni kama mtoto mdogo hmm. anaweza anaweza kushabikia hata upepo ukivuma utasikia iyo yeah, yeah, ndio mpenzi wa mpira alivyo na mpenzi wa mpira waga naangalia kitu kwa mara moja mara moja, haangali mara ya pili. Sasa mimi waga naangalia mara ya pili, siangaliagi mara moja. Bajabeli mchezaji mzuri kama tulivyomsikia huko, lakini kwa hapa kwetu hatujajua kama Bajabeli atatubeba ama hatutubeba. Kwa hiyo Bajabeli kuingia kipindi kile na kupata goli bado akinisababishi mimi kikaishawishi kusema kwamba Bajabeli ndio atakayetuzika kwenye mechi zilizopo, hapana. Subiri mechi ziende, tumsubiri mechi mbili tatu, tutapata majibu kujua ni bajabeli huyu tunaye tulioambiwa bado kasajiliwa au ni bajabeli zima moto. Naona ndio hiyo tu, lakini ameanza vizuri. Ndio nimesema mpira ni bahati. Ndio maana kuna mwingine unapiga goli, unagonga mwamba, mpira unarudi, unasikia bahati ilikuwa ya kwetu. Kwa hiyo yule ameanza na bahati, mguu wake umekuwa bahati. Kwa hiyo tumuombee waheri, lakini uwezi kuniambia kwamba ndio nimtegemee kuibeba timu. Kwa hilo kwangu bado haijakaa sawa. Mwezi wa kwanza mtarejea tena dhidi ya Waarabu. Pengine unatamani kuona Simba ikiwekeza zaidi NBC ama kwenye mashindano yajayo mataifa? Mimi kama ningekuwa ndio kiongozi wa Simba, tungejaribu kuwekeza kwenye ligi kuu, sababu kwenye klabu bingwa ni kama tumeshapepesuka, pe... tumesha na kama tumepepesuka Isiwe ajabu wala haitakuwa sisi wa kwanza ama wa pili kutolewa kwenye makundi. Tukubali matokeo kama tutasonga mbele inshallah. Kama tukisonga timu itulie, ijipange ligi kuu, kwa sababu tumeshakosa kombe kwa muda mrefu na tumeshaadhibiwa na mpinzani na mpinzani wetu kwa muda mrefu, tujipange na ligi kuu ah. Kesho mna mchezo dhidi ya Azam, pengine unautazamaje mchezo huu kuelekea hapo kesho? Azam timu kubwa la... kwa muda fulani waliwafanya nyie msishiriki michuano ya klabu bingwa ndio nakuja huko. Azamu ni timu kubwa, Azamu naieshimu. Azamu ilishatunyima nafasi ya klabu bingwa wakaichukua wao, hmm. kwa maana hiyo kesho tunaingia kwenye timu tunaingia kupambana na timu bora yenye kocha bora yenye uongozi bora hmm. yenye kila kitu kinachohitajika katika fani ya mpira ndani ya Tanzania yetu kama sio Afrika na dunia. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na timu kubwa ambayo tunahitaji umakini. Simba sasa hivi tunahitaji umakini mkubwa, maanake tumeshakaa kaa, hatueleweki ni maji kupwa au ni maji kujaa. Kwa hiyo usije ukakuta kuna siku maji yamejaa, kuna siku maji yamekupwa. Kwa hiyo tuiombee Simba kesho, naiombea Simba kesho ipate ushindi, lakini nakwenda kukutana na timu yenye upinzani mkubwa. kuna pressure aina gani? Mimi Simba wachezaji kama wachezaji pressure haiwezi kukosekana, kwa sababu mpaka sasa hivi hawajijui kwamba lini watampata kocha mpya. Kocha mwenyewe uh -huh. Aliyepo hajijui kwamba ni kocha mkuu <laughs> wachezaji waliopo hawajui ni nani, hawajui, hawajui, hakuna anayejua kwamba atapigania wapi namba kwa kocha yupi. Kwa hiyo simba ina pressure tofauti na watu wanavyo wanavyofikiria. Mmemfukuza meneja amebaki kocha mkuu. Uh, mimi sikuwa na ajabu, kwa sababu tulimtaka mzungu bila sababu, hata sasa hivi tunamtaka tena mzungu. Tunamtaka mzungu lakini sikuwa na sababu ya kuwa na mzungu. Mimi nilikuwa na hamu ya kuwa na Matola, na Matola. Kwa kweli mimi hata ungeniambia leo mm, tungepata kocha mzawa sasa hivi Matola amediali, hata Mgunda angerudishwa pale hmm, ile timu ingitembea. Lakini sasa kwa kuwa tuna lazima tuwe na mzungu, basi tuache viongozi waendelee na mzungu. Mlete mzungu, mlete mzungu basi. Kwa hiyo rangi ndio inemfanya Matola asishike wadhifa huo wa kuwa kocha mkuu tena yani, hatutaki kuongea ubaguzi eh. Lakini matola ametoswa ame, ame na rangi yake, yaani kama hmm, niongee kauli ambayo sio nzuri eh, kwa wale wenzetu wanaopenda kuwadhuru albino eh. Kwa maana hiyo albino amepozwa, ame na rangi yake. Kwa hiyo sasa hata matola ameponzwa na rangi yake yeah. Lakini anafanya vizuri, ni kocha mzuri ameishi na makocha tisa tofauti. Namna alipokupangia kikosi hapo juzi na namna alipokuwa akipanga Dimitar Pantevo, nani anafaa zaidi? Matola alipanga kikosi kinachohitaji ushindi hata kama akijui kucheza mm. lakini kile kilikuwa ni kikosi ambacho kinahitaji ushindi Pantevo mm, alikuwa kipindi cha kwanza anajiiba, anavizia, kipindi cha pili ndio afunguke. Hizo mechi hizo ni ngumu, watu wakishakujua, lazima kipindi cha kwanza kwamba ndo natakiwa unajibana, kipindi cha pili unafunguka. Ana kukaba sehemu zote, unakuja unajikuta kipindi cha kwanza haupo, na kipindi cha pili cha pili pia unakuwa haupo. Kwa hiyo alivyopanga Matola juzi, imekuwa ni kikosi sahihi, na ilikuwa kinampoza Pantevu, sio timu sio yeye. Kuwa kocha shida Pantevu ilikuwa ni kupanga timu. hmm. Basi mzee Kamwe, labda kuna kitu kwa sababu haiwezekani kocha afanye vizuri lakini asipewe uongozi wa kuwa, kuongoza benchi la ufundi ziwa. Pengine nini hasa kinamkomisha Matola? Yani, mimi kama shabiki ukiniambia, sasa hivi Simba ina kocha Mswahili, Mtanzania, Yanga inakocha mzungu ay, ya, ya, ya, ya, sikuelewi, sikuelewi. Yanga inakocha mzungu aya, sikuelewi, sikuelewi, nataka Yanga anakocha mzungu nami ni wakocha mzungu. <laughs> Yanga anakocha Mswahili, nami ninakocha Mswahili. Juzi Yanga wamemleta Malawi, yeah. lakini siku mbili wakaleta mzungu ndio. Walijiona ni aibu kuwa na kocha Mswahili, ni heri tulete mzungu asiyejua. Kwa hiyo tunasumbuliwa na nini? na rangi. basi. tunasumbuliwa na rangi. Sababu wazungu wengine walio kuja hata Waswahili wanasubiri mfano wa karibu ipantevu <inaudible> pa, pa, pa, pa siwezi kumsemia mtu mwingine asemia timu yangu mm. Huyu Pantaleo huyu ane sante Dimitri Pantev si meneja si, si ameletwa eh, si ame sawa, ameletwa amesimamia mechi zake tatu, ameonekana afai, si amefukuzwa. Hmm. mwekeni basi na Mswahili. Hmm. asimamie ne mechi tatu mwone afai mumfukuze ame eh? amemweka Matola yule, amekaimu, ajua kocha mkuu amekaimu, kocha mkuu lazima atakuja. hmm. Ah, yani Simba hawezi kuacha kumleta mzungu Ah, hicho kitu hakiwezekani kwenye klabu kwa sasa hivi, mm. Matola wa kwanza Matola, Matola, wa pili, Matola, Matola. Ah, Matola mm -hmm. wa pili Matola wa tatu Matola wa kwanza Matola wa pili Matola wa tatu Matola, huyo ndio kocha wangu na imani mm. atatufikisha nchi ya hadi yeah, na kama atakwamba mm. afukuzwe moja kwa moja kabisa sasa hivi atamwona kama mchawi mashabiki wenyewe sema namuona Matola kama mchawi. Wanakuja wazungu, wanafanya kazi siku mbili, wanafukuzwa, yeye yupo. makocha tisa. Kumin... makocha tisa, tisa, tisa. Wamepita yeye yupo matokeo. Sasa swali ukunje, wanamwita mchawi. kizizi chako kizuri, kizizi chako kizuri. Na sasa ngine tunajiuliza kwa nini Matola ondolewi? hmm. wanaondolewa wengine, kwa nini aondolewi? Kama hafai kuondolewa kwenye nani, kwenye hafai kuondolewa kwenye benchi, basi mpeni uongoze kabisa ili akishindwa afukuzwe kabisa. Kesho unataka timu yako iingiaje kiufundi na namna gani wataweza kuwakabili Azam FC? Natumaini ni kuchukua tahadhari na kujua timu wanaocheza nayo, lakini swala la kupanga wachezaji siwezi kupanga, sababu mimi sio kocha. hmm. Yeah. Lakini natumaini waingie kwa tahadhari, wacheze kwa tahadhari, wawaheshimu kwamba ni timu kubwa, wasijichukulie kwamba wao ni wakubwa kuliko hao. Simba, Simba nanga ni wakubwa wa jina lakini ziko timu ni bora kuliko hata Simba na Yanga, kwa maana wao wawachukulie kama Azam ni bora kuliko hata Singida, ni bora kwa hiyo, tunapocheza na zile timu lazima tuchukue tahadhari. Kwa hiyo hata ukicheza na Pamba ni bora sisi, tuna ukubwa wa majina ya muda mrefu na mashabiki, kwa hiyo wawe na tahadhari. Rayona, see, like, um, unipiwa, yana, personal, yuko, mpira una dakika 90, kila, kila mechi iliyopo uwanjani, kwa maana hatuna cha kufanya zaidi ya kuanza kuingia uwanjani kucheza mpira. Baada ya mpira tuhesabu pointi zetu, atakayekuwa na pointi mbora ndiye atakayekuwa bingwa. Lakini tukianza kusema sasa hivi sisi, ma... sisi ni mabingwa sisi ni mabingwa tutakuwa tunajidanganya wenyewe. Uh, kesho. Ama kikosi kile ambacho kilianza ile kikosi kingeanza kesho kingetuletea matumaini ya awali mpaka dakika arobaini na tano tungejijua kwamba tuko katika fungu gani kiungo, mchezaji wa kati atakayeamua mechi. Mimi kesho mechi. Mm. natabiria atakayefunga ni huyu beki mm. wetu wa kazi huyu mm. nani huyu, hapana eh? huyu beki namba sita huyu Mtanzania Kagomba kesho na imani Kagoma, uh, na, Imani kagoma uh, na, maeno, na maema watatupatia magoli. Mzee Kamwe, ni mchezaji gani anakufurahisha ndani ya ukundwa Msimbazi? Uh, mm. kwa sasa hivi tukiangalia kwa wapinzani wanakoshwa zaidi na Pacome Zouzoua, lakini hatujaona kwa namna nyingine mchezaji mmoja wa Simba akitajwa sana kwenye midomo ya watu wengi, na ukiona utaju hujafikia malengo maana hiyo nyee, hamna mchezaji tegemeo zaidi. Mm, bado hatujapata mchezaji mwenye malengo, bado hatujapata mchezaji wa kuimbwa, bado nikisema namwimba huyu naona kama kuna wachezaji wote wote wamekuwa na viwango ambavyo vimefanana. Kwa hiyo nikisema ni mwimbe mchezaji mmoja, itakuwa nimejishindiwa mwenyewe. Bado hatujapata mchezaji wa kuimba mm. Huyo ndio sasa hata, <coughs> kumjadili, maana hata simjui, sababu ndio kacheza juzi na wala tujajua nani faida yake. Msemaji wenu kamuhimba sana Bajaber, huenda anamjua kiundani zaidi. Uh, unajua bwana, wasemaji wetu hawa wanaongea mpaka wanapitiliza yeah. alafu mwisho wa siku yale maneno wanayala wenyewe. Kwa hiyo mimi sitaki kuingia kwenye huo mtego mm. hawa wasemaji wa Simba a wasemaji wa Yanga wanaongea sana. Kama ulinoti msemaji wenu Ahmed Ali alisema kwamba nyie kwenye kwa kila timu kwenye kila kundi la timu kuna timu inaogawa utamu eh, na nyie mmekuwa timu ambayo inagawa utamu. Walisema kwa wali upande wa pili, sasa hivi inatutafuna wenyewe, ndio maana hmm, nasemaje? Wasemaji wetu wanaongea sana, na ni kwa nini wanaongea bado mpaka leo? Ni wasemaji wakubwa wa Simba na Yanga hmm. Ni wasemaji wanaojiita wasemaji wakubwa, wanaojiita wasemaji wasomi, wanaojiita wasemaji wenye professional kubwa, lakini bado wanatembea na matokeo mfukoni. Kwa hiyo kama anatembea na matokeo mfukoni, mimi msemaji wewe siwezi kushindana naye. Na muache aongee anavyojua, alafu mwisho wa siku tutasoma nyakati. Sasa hivi anajicheka mwenyewe. Hii timu inayogawa utamu wa Afrika imeanza kuonekana. Anasema utamu utaanza kuonekana mechi ya tatu. Ah, tuombe Mungu tunatarajia kutaka, lakini wanaongea sasa, kwa mimi sitaki kuongea maneno mengi, sio kuipa timu yangu ubingwa, sio kuchagua mchezaji wa maana kwenye timu yangu wala nini. Nataka niangalie mpira ni hesabu pointi. Simu mkichukua ubingwa NBC ni hamsini kwa hamsini kwa hamsini nyingine ya nani? Hamsini nyingine ya timu nyingine hazijulikani, make tuko timu kumi na sita. Kwa hiyo siwezi kutoa nafasi ya pili hata moja, lakini kama nafasi... na nani? Yani sisi kama kuna mbio za kiubingwa nazipa timu sita hmm. Ya kwanza naipa hmm. Yanga ni sisi hmm. hmm. wenyewe. Unaipa Yanga na ndio inamtegemea mchezaji mmoja. Unaona akina Celeste ni kuwa namna ambavyo wanafanya. Uh, wenzetu wamekaa siku nyingi mm, wanaelewana, mm, wanajua fanyalo. Sisi bado hatujajua tufanyalo, na tukipata kocha akitaka kutuweka mm. mm. mm, ili tujue tufanyalo, mm. ameondoka, tunaleta mwingine ili hatujakaa vizuri tujue tufanyalo, ameondoka, tunapoa tena mwingine. Kwa hiyo mi naomba kwanza, ni wape Yanga, wapili ni sisi wenyewe, watatu ni Azamu, wanne ni Singida. Singida. Watano ni Pamba, Pamba. Eh. Ah, kwa kumalizia Mzee Kamwe Una, unaona kesho matarajio zaidi kwa upande wa Azam na Singida unaona matarajio gani kwa, kwa, kwa timu zote mbili kwa upande wa matokeo? Sijaelewa swali lako. Kesho mna matarajio gani kwa, pande, kwa timu zote mbili mnaeza kukutana na Azam. Sawa. So mna matarajio gani nyinyi kama wakundu wa Msimbazi Simba kwenye mchezo huu? <coughs> Azam hata kama itakuwa inaitwa timu kubwa lakini bado Simba ni kubwa zaidi kwa maneno. Hata kama ukiweka zile mnaita nini odds za kubeti, Simba atapoa pointi nyingi. Sidhani kama atapoa Azam pointi nyingi, atapoa Simba. Mimi nina imani ya Simba kuibuka na ushindi, ila natoa tahadhari kama hatakuwa makini tutaishia kwenye magazeti, ila kama tutatulia tutaamua kucheza mpira, tutashinda mechi. Unaona. ni mchezaji gani wa kupewa tahadhari kubwa kwa upande wa Azam kwa mm, upande wa Azam Azam, unajua siwafuatili majina ya wa wachezaji mm, kabisa una... Faisal, na hadi amekuishahuyoyoshuyo yo kitambala anafunga ehe, hey, huyo huyo ndio huyo, huyo, huyo, huyo, huyo mm, ndio fuadi wa kuchongwa mm, Faisal sasa amesha kuwa faza mm, sasa kesho una huenda akasimama langoni Aisha Manula ambaye anawajua vizuri zaidi. Unaona Simba ikipata ushindi kweli. Na natumaini kama atasimama Aisha Manula zile tano tazilipia kwa Azamu. <laughs> We akisimama Aisha Manula e, zile tano tazilipia kwa Azamu. Kesho. Kesho. Mtazilipi? Tazilipia kwa Azamu. Tarudi alika mzee Kamwe? Mimi niko hapa hapa, labda mwambie nimekufa <laughs> lakini nitakuwa niko hapa hapa. na kesho kwa, ki, kwa uchache wazungumzie wapinzani wen, wenu Young Africans kesho wana mchezo dhidi ya Coastal Union huko Dodoma. Sina cha kuwazungumzia zaidi ya kuombea njaa <laughs> yani ukisema ni wazungumzie utataka ni wajadili mm. wako vipi? Kwa uchache, hapana, nitapoteza muda, yani nasema mimi, samani wapoteze. Mimi na ndio maana nasema nawaombea njaa mm. kipigo kipigo akipate sasa, ukisema ni wajadili nitafutie mm. swali lingine. Shukrani sana. Asante sana.